Maadhimisho ya siku ya wajane katika halmashauri ya jiji la Tanga yaliyopambwa na maandamano katika kata ya Usagara. <muchos> Mgeni rasmi katika hafla hiyo ya wajane ni katibu tarafa Leonard Sembe aliyemwakilisha mkuu wa wilaya ya Tanga. Naye akaelezea umuhimu wa mwanamke katika jamii na familia. Lau nini, mnafahamu kwamba wakina mama ndio hasa hasa walezi wa familia, amesema e mkurugenzi, kwamba wakati mwingine kwenye familia inaonekana baba wanatangulia, mimi nasema afadhali maana ni mpango wa Mungu. nini mnafahamu kwamba mama anamlea baba na watoto. Sasa hebu jaribu kufikiri jaribu kufikiria kwa undani kama angetangulia mama, au jaribu kufikiri kwa zile familia zetu ambazo zipo kwa mapenzi ya Mungu, mama anatangulia anamuacha baba, angalieni hiyo picha inavyokuwa. Hii ni mashahidi kwamba mpango huu wa Mungu ni wa mama suri kuhakikisha kwamba jamii yetu inaendelea kuwa salama, kwa sababu mikononi mwa mama tumeendelea kuwa salama na wapa, mjipigie makofi mama zangu. Lakini hindi ni mashahidi kwamba serikali yetu chini ya awamu ya sita ya mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, nchi yetu imeendelea kuwa salama mzangu kia, mnafahamu kwamba utoaji wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi ya halmashauri kata, vijiji, mitaa ambapo serikali imeanzisha ime, ime madawati mia moja na themanini na nne ya msaada wa kisheria katika mamlaka za serikali za mitaa kwa lengo la kusogeza huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi na wajane, mama zangu na bibi zangu. Kama hivyo haitoshi, serikali inatekeleza mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake lakini serikali imeanzisha madawati ya, ya, ya, ya kijinsia na watoto mian wa katika vituo vya polisi na tatu katika jeshi la magereza walevo ya kutokomeza ukatili wa kijinsia wa mahanga na manusuro wa ukatili wa kiwemo wajani. Mimi naomba niwatie moyo kamazanu, kwamba majukumu yenu ambayo nayafali kuelea familia serikali inayatambua, kuhakikisha kwamba na nyinyi mnaongezewa nguvu ya kiuchumi kama ambavyo mmeona, halmashauri kwa kupitia mapato ya ndani inatenga na asilimia kumi, ambapo asilimia nne ni kwa wakina mama mkiwepo na nyinyi mama zangu wajane, asilimia nne ni kwa vijana au ni vijana wenu wazaa, lakini asilimia mbili kwa wale mama mimi hapa sasa ni wataki waniaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wenzetu wataalamu wa maendeleo ya jamii, hawa wakina mama wanatoka katika mitaa na kata zetu, hakikisheni kule na watambua mnawelekeza namna ya kuunda vikundi lakini namna ya kufanya shughuli ndogo ndogondogo zitakazowawezesha wao kuwa na sifa za kupata mikopo ile ya yes, asilimia 4 katika halmashauri yetu. Kwa upande wake, mama Rukia, ambaye ni mwenyekiti wa wajane kata ya Central kwa niaba ya wajane akaiomba serikali kuwawekea eneo la wajane kukutana na kutatua changamoto zao na kupenyeza ombi lao la kupatiwa mwakilishi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wajane, ili wajane tupendane, wajane tuheshimiane, wajane mkubwa kwa mdogo, tuwane shida zetu na tuweze kusaidiana eh. Kusaidiana haina maana kwamba lazima ukatoe fungu la hela ukampe mwenzio, hata mawazo mawazo tu ukampa mwenzio. Naye ina na mwinjilisi Juma Fadhili akatoa neno la faraja kwa wajane hao huku watoa wa mada katika afra hiyo Madamu Lucy Odiwa, Madamu Lulu George na Madamu Rahma Alkate wakawataka wanawake wajane kujishughulisha na shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Timotheo wa kwanza sura ya tano mstari wa tatu Biblia inasema "Waheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Amina! waheshimu nini wajane? wajane walio wajane nini kweli kweli. kwa hivyo Mungu anasema wajane waheshimiwe, na kwa sababu Mungu anasema wajane waheshimiwe, atakaye mdharau mjane anakutana na kiboko cha Mungu Amin. Watu kwenye mahubiri nikisema, ni bora upigwe na shetani, utakimbilia kwa nani? Kwa Mungu, kuliko ukipigwa na mwyewe, Mungu mwenyewe utakimbilia wapi? Mungu anahitaji wajane waheshimiwe. Sasa kuna mapito unapitia katika uh, hata wakati ambapo umepoteza uh, mwenzi wako, na jua dakika chache tu chache au kingapi, unaanza kupata mikiki mikiki ya ndugu upande wa mume nikikimikiki mingi, lakini nataka niwatie watie kitabu cha Kutoka kiko ndani ya Torati na wale wana wanasoma Korani pia watanielewa hili. Kutoka sura ya ishirini na mbili ninapenda nisome ile aya ya ishirini na mbili Anasema, usimtese mjane yoyote aliyefiwa na mumewe, wala mtoto yatima. ukiwatesa watu hao katika neno lolote nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia ni kilio chao. Sikia hiyo neno, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake wenu watakuwa wajane na watoto wenu watakuwa yatima. Hayo ni maana, ibada itakupa matumaini kwamba bado yupo Mungu ambaye atanisaidia. no. hautakata tamaa lakini ukiacha ibada, ukaingia kwenye sonona na majonzi, una hali ya kukata tamaa ambayo itakujia. Na mimi ni daktari nakwambia, huu mwili utakapoweka ndipo utakapoenda. Ukiambia kwamba wewe kesho kufa, unakufa. Huu mwili unakufa. Huu mwili ukiuambia kwamba wewe ndio mwisho wako, unaanza ku shutdown taratibu. Eh, unaanza kuivua vifo ambavyo vitaisaidia kufa vizuri, mara pressure, mara kila kitu ambacho nafikiri, kidonda vya tumbo Because, God, kwa sababu umeiweka mwili katika hali ya kujizima sawa sawa. Kwa hiyo kujitunza kiakili ni muhimu sana, na cha kwanza. Cha pili, tafuta mtu mwaminifu wa kuongea naye. Katika hali kama hii, sio kila mtu anaweza kaa, anayelia na wewe au anaye, anaye, anaye, anaye kuambia kwamba anaelewa majonzi yako atakuwa salama kwako. Kuna mwingine utamwambia jambo lako lakini kesho unaipata sehemu nyingine na inakuumiza zaidi, kwa hiyo mambo yako, tafuta mtu mwaminifu mmoja au wawili, kupate mtu wa kuongea naye. Pia usinyamaze na jambo lako muda mrefu, kwa sababu sisi tulipewa mdomo ili tuongee, na utumie mdomo vizuri, kwa sababu ukitumia mdomo pia vibaya, anayeweza kuwa anasikia anaweza kaa pia na anatapisha. Kwa upande wa pili, mimi ni mnyonge, kuna maneno tulitamkiwa wakati umefiwa, ana nini, mjane anasikii tena basi maisha yamekwisha, imechukuliwa kila kitu. Yale yani maumivu tunaishi nayo, tunaona ni kawaida, tunalala tunaamka, lakini bado yako ndani, yanazalisha vidonda sugu ndani ya mioyo yetu, yanafanya hatusongi mbele, hatupige hatua, kwa sababu tumemezeshwa maneno ambayo kila tunapojiangalia hatujioni. Ndio maana nikakutambulizia kila unapoamka asubuhi, mimi nina thamani, mimi nina maisha nini ni leo kusudi lao, hii hapa tunapewa kaulimbiu kwamba tujiimarishe kwa ajili ya nini? Fursa za kiuchumi lakini kama una vitu vinakushikilia ndani yako hivi utakuwa na mama ya kwenda kufanya fursa ya kiuchumi kweli. Kuna kitu kimoja mama anataka kukifahamu, mama anayepika chakula akiwa na huzuni, nyumba yake inajawa na huzuni kwa wale watakao kula kile chakula. wakatuita na maneno mabaya. Leo watore kama simba, mwanamke simba jasiri anayetoka anasema, mimi nina thamani, haijalishi umri nilionao, haijalishi mlinyanyasa wakati gani, lakini leo hii nina nguvu ya kusonga mbele. Hata kama sina nguvu ya kufanya kazi, lakini nina nguvu ya kuita wajukuu, kuita watu mtaa wangu, nikawashauri nikawaambia, maisha usinyanyasike, usidharaulike, usijidharau Unaposikia tuko kwenye ziara ya kata kwa kata, toka mwanamke, uje ujionee yaliyo mazuri, kwa sababu kukaa na kuweka simanzi au kukaa na kuweka fikra, wapi nitoke, basi elimu itakayokuja nadhani itakutoa katika namna moja na kufikia hatua nyingine. Tunaamini wanawake mliopo, mna uwezo wa kujishughulisha. Uonge kweli. Toka Tanga ni Pamela Chaula, Tulilumwi TV.